Waandishi wa habari, karibu katika ofisi yetu. Mshakuwa wazoefu katika ofisi yetu. Kama alivyosema makamu, tuna issue tatu, zinaweza zikaongezeka kutokana na swali ya ume. lakini issue moja ni hiyo ya maadhimisho ya siku ya Olympic. Eh, tunaadhimisha kila mwaka siku ya Olympic duniani na safari hii itakuwa Dodoma. Last year, mwaka uliopita tulikuwa Morogoro kwa hivyo tarehe ishirini na moja Juni 2025 na tunategemea maadhimisho yetu yatafanyika Dodoma mji mkuu, na mgeni wa heshima au mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa wa Dodoma. Sawa, tumeshawasiliana naye ana ofisi yake na tumekubaliana iwe hivyo. Kwa hivyo wale wote ambao wako tayari kushiriki katika maadhimisho hayo <clears throat> hasa kwa kujog eh, kuna kilomita zimepangwa mbili na nusu tano Kwa hivyo wale wote, tunatoa wito kwa wananchi wote wa Dodoma, walikuwa nje ya Dodoma, wanaweza kushiriki katika maadhimisho yetu. Eh, haya nitakuwa maadhimisho ya sabini na saba lakini kuanzishwa kwa, kwa Olympic ni maadhimisho ya mia na thalathini na moja Kwa hivyo tuko wazee kidogo katika Olympic kwa hivyo hiyo ni issue ya mwanzo. Kwa hivyo tungeomba msaada wenu kushajiisha wananchi wa Dodoma wana nje ya Dodoma kushiriki katika maadhimisho yetu. 2.5 ni kwa vijana wadogo sawa, kilomita tano ni kwa sisi watu wazima. Kwa hiyo tunachosema kutakuwa na hiyo lakini pia activities nyingine, kutakuwa na kuvuta kamba lakini kama mnavyojua, kabla ya kuanza maanake lazima tuta warm up kwa uh, aerobics, mazoezi ya mwili, stretching na kadhalika uh, hiyo ndio sehemu kubwa. Labda tuseme tu pia katika theme ya mwaka huu ambayo ni, Kiswahili kinanipa shida kidogo, let's move, ni kuwashajiisha watu pia kuwa wanafanya mazoezi kwa maana yani wawe wana move, e, kwa hiyo tunaomba kila mtu anayeweza pia naye kuja na mtu mwingine eh, kwa mfano Bwana Majuto, eh, ukija na rafiki na mpenzi na mke na watoto. Kwa hiyo simu ya mwaka huu ni kujaribu kuhamasisha watu waweze kuwa wana mm. Tunajua faida za movement, si lazima uwe barabarani, wakati mwingine hata umezidiwa, hata nyumbani kwako kwenye chumba kama hivi unaweza kuwa una fanya mazoezi. Kwa hiyo nafikiri hilo ndio sijui kama nime-nime- nime, nimejibu swali lako kwamba kutakuwa na vitu hivyo venue. Na venue ni Jamhuri stadium ndio pa kuanzia, unajua mbio iko barabarani, lakini tutaanzia na kumalizia uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tunakaribisha watu mbalimbali wote mbali, wanaoweza wana michezo wasiokuwa kwa sababu ni kwa ajili ya afya, na ni mategemeo yetu kwamba baada ya pale watu wataendelea kuwa wanafanya mazoezi. Mazoezi ni afya hmm. Ni kwa ajili ya afya. Kwa hiyo Olympic Day tarehe 21, labda niseme vizuri kwamba siku yenyewe hasa huwa ni tarehe 23 ndipo ilipoanzishwa, tarehe 23 mwezi wa sita, lakini wakati mwingine 23 inaangukia siku ya kazi kwa hiyo huwa tunaruhusiwa aidha kabla au baada katika hiyo wiki. Sasa kwa sababu tarehe ishirini na moja ni karibu zaidi pale, kwa hiyo tunaifanya tarehe ishirini na moja ambayo ni siku ya Jumamosi na watu wanajiandikisha e, kushiriki ni bure, sio kama wale ambao wanalipia. Kushiriki ni bure, jitahidi uje. Aa, lakini ile t-shirt ya kufanyia shughuli itatolewa bure pale. Aa, lakini pia tumesema wewe una fursa ya kuandikisha watu wale ambao hawapo kwenye grupu lile, hapo. Wakiacha namba zao, wataungwa. Yule atakayeweza kuhamasisha watu wengi zaidi, basi kuna zawadi maalum kwa ajili yake. Na kama kawaida, yule mtu mwenye umri mkubwa kabisa na ambaye ameshiriki pia hupata zawadi na yule mwenye umri mdogo kabisa, kwa jinsia zote wa kike na wa kiume. Kwa hiyo hii ndio Olympic Day, mje tuichangamshe makao makuu e, Dodoma. Nafikiri itapendeza kwa sababu e, ni jambo la, la la la afya, lakini pia kukutana na wengine, si ndio e, kukutana na wengine, kukutana pia, kuna inawezekana mje kukutana siku nyingi, lakini pia kuna networking kwa